Shambulio hilo la kambi ya polisi ni sehemu ya wimbi la mashambulizi linaloendelea katika eneo hili ambapo hofu inaongezeka kuhusu harakati wa za wanamgambo. Wakazi wanasema wanaishi kwa hofu, shughuli za ujasusi katika mpaka wa Kenya na Somalia zikiendelea. Polisi sita wamepoteza maisha na wanne kujeruhiwa katika shambulio hilo ambalo lilijumuisha risasi na mashambulio kwa mapanga. Inaaminika kuwa washambuliaji walipora na kuiba silaha kutoka kwa kambi hiyo. Ingawa wanamgambo hao walifanya madhara makubwa, pia walipata majeraha katika shambulio hilo. Mamlaka za ndani zimethibitisha kuwa shambulio hilo lilifanywa na wanamgambo wanaoshukiwa kutoka kundi la Al-Shabab ambalo linahusiana na Al Qaida. Idara ya polisi imethibitisha kuwa miili ya wafu imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti, huku majeruhi wakiendelea kupokea matibabu. Mamlaka zinashirikiana kwa karibu kufuatilia hali hiyo, huku vikosi vya usalama vikiwa katika hali ya tahadhari katika eneo hilo. Wakazi wa kaunti ya Garissa wanaitaka serikali kuongeza usalama, huku hofu ikiongezeka kuwa huenda hili likawa ni ongezeko la mashambulio kutoka kwa wanamgambo hao kutoka Somalia. Yunisomolo, runinga K24.